Chimbuko na asili yangu mimi kama Diamond Platnumz ilitokea Tandale hapa nyumbani, na ndio maana ile sababu kubwa nikaita mjini nyumbani, sababu naamini kuna vingi sana ambavyo watu wanatamani kuviona kuvijua kusana nyumbani kwetu. Kwa uduri hapa ni kuna wanafunzi ambao wanasoma shule ambayo nilikuwa nasoma mimi pia. Lakini kwanza kabisa, nilikuwa nataka ningetamani niwaulize, sababu najua kipindi hicho wakati mimi nasoma kulikuwa kuna walimu wengine na sasa hivi kuna walimu wengine. Nataka niulize eti mwalimu mkuu a kuna mwalimu wa Kiingereza anaitwa Miss Yupo. Yupo. Ah, anapiga sana. Eh. Kuna kuna, kuna baadhi ya video ambazo zilishutia huko. Tuongee kidogo sasa, kuna baadhi ya video ambazo zilishutia huko, mfano video ya Mbagala, kuna clip ambayo tulishutia huko. Nafikiri nitawapeleka labda. Hapa zamani tulikuwa tunauza maji na mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao nilikuwa nauza maji pia uh, lakini na rafiki zangu kama kina Casbet, ambao na mimi sasa hivi tunatazama Cas Babi, walikuwa wanakaa hapa, tukikaa sana hapa, tulipangaga hapa, tukakutana hapa. Ilikuwa kuna rafiki zangu wengine wengi sana kama wakina Beka uh, uh, huku pia kulikuwa kuna watu, watu, watu wengi kama wakina Rajabu na watu wengi sana ambao tumekuwa mtaa mmoja, zingira mazingira huku ukiangalia yeah. Kulia hapa hapa ni kwa kwa kwa mzee mzee yeah. e wetu, yeah. Wetu mzee Nchinga Nchinga tangia utoto, yani hapa sasa ndio ndio masponsors wetu wadau wetu ambao tu tunashughuli tuna vitu gani ndo watu ambao pata tunasaidiwa walikuwa wanatuwezesha alewa yumbani kabisa abakabisa na Nchinga mwenyewe anamwona konikukwambia pale kwa manchinga manchinga, ndo huyu mama yetu mtani. Yaani ukizungumzia wadau wetu ambao ndo sasa wawezeshaji wetu, kati hapa tunakuwa sisi. Na mtu akiwa na shida kabisa, hajua kabisa na Kiswahili, nikienda kwa manchinga pale, nimelimaliza Nimekuja kutembea leo kidogo, naambia tu watu wa Clouds, kila siku naona sehemu nyingine, lakini anatembeza nyumbani, anajua kama mimi nilikulia huko, na huko ndo pamemjenga na kumfanya Diamond leo kwa sawa sawa. Mtaani kwake Diamond ni mtoto wetu wa mtaani, tumemlea mwenyewe mpaka Mungu kumkuza. Mtoto wetu wa mtaani tumemlea mwenyewe mpaka amekua, tunashukuru Mungu aendelee. Karibu sana almashauri ya manispaa ya Kinondoni, shule ya msingi Tandale Magharibi, SLP sitina moto. Elimu ni uhai bwana, mimi elimu yangu nimepatia hapa nyumbani kabisa, aaali magharibi. Janja janja yangu wote kuandika andika nyimbo, na mimi nisingekuwa nimesoma hapa, nisingekuwa na akili ya kuandika nyimbo na nisingekuwa hapa. Kwa hiyo niwashukuru walimu wote ambao wanasomesha hapa, wanafundisha paka sasa hivi. Ni sahi surprise tu, lakini tutapita pita kidogo, tujaribu ajarbu kuonesha onesha mazingira, japokuwa sijawapa taarifa, kituzuia tabia tu, nisameeni.